Mheshimiwa katibu mkuu, waheshimiwa meza kuu, itifaki nimeiheshimu. Wananchi wa jimbo la Bunda mjini, kwanza tusalimiane. Emkoroga okay kidogo kama tuko pamoja tukoroge basi. Haya, okay. okay. Ah, peoples! ah! Asante Mheshimiwa katibu mkuu, ikupendeze. Naitwa Yohana Kaunya, yes. mimi ndiye niliyekuwa katibu mkuu wa baraza la vijana wa Chadema mstaafu, niliomaliza muda wangu ni kweli kwamba nilihusishwa na kuhama kwenye orodha ile ya watu kumi ambao walitakiwa kuhama. Mimi ni namba sita, lakini katika namba sita hiyo mimi nijitokeza au nimejitokeza leo, kwa sababu nimekuwa na ukimya wa muda mrefu. Naomba niwaambie chama hiki, chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema ni chama ambacho kimenilea. Sijawahi kujiunga na chama chochote cha siasa isipokuwa Chadema. Sasa leo tumefyeka misitu, tumefyeka magugu yote tumefikia hatua hii ambayo mnakuja wenyewe leo nende kwenye chama cha kutafuta mwanachama mmoja baada ya mwingine. Ni kweli kwamba nilikuwa mjumbe wa sekretari na sekretari ilikuwa inaongoza na katibu mkuu John Mnyika. Kipekee niseme na yeye yuko hapa ni sekretariet ambaye katibu mkuu alikuwa anatuongoza kwa kumsikiliza kila mmoja anasema nini na kusimamia misingi ya chama chetu. Lakini leo nimesikia wenzangu wanatoka wanasema oh, kuna mateso si kuna nini hapana. Amesema hapa mheshimiwa Lemo, sitaki kuwa boya sawa sawa? haya yeah. Naomba wote tukatae kwamba sitaki kuwa nini boya. Kila mtu aseme sitaki kuwa boya ehe, sitaki kuwa boya. Na mimi siwezi kuwa bowa. Nawashukuru sana, asanteni.